Wasaidia hawa wakakutane na mamlaka ili wakawaambie masikitiko ya watu ni yapi, ili nao wakishatoka kule waje nao tuwasikilize upande wa pili ili tuwe tunajibu jibu sahihi. Asanteni sana, asante. Naomba umpe nyuma yako, ameonyesha mkono muda mrefu, nenda moja, asante. kwa moja usipongeze, asante, nashukuru. ni, ni, nilikuwa naomba niulize maswali mawili tu kwa kakaangu Deus Bana maswali, maswali tumesha so toka. Sasa hivi ni tukotoka tunatunasaidia, Labda naomba Jackie chukua maiki; naomba tuchukue ile la watu wenye ulemavu, afu tuende kwa panya. mpe panya alafu ije kwa, kuna mtu alikuwa na pendekezo la watu wenye ulemavu hapa, tuweze kulichukua vizuri, au kama Victoria, ulishika vizuri, nitachukua uh, kwako kwa. Asante sana kangu uh, uh, fr uh, pendekezo moja ambalo la muhimu limezungumzwa na presenta anayewakilisha vijana, swala la kushauri tume iratibu utaratibu utakaotumika kwa vyama vyote kuhusiana na swala la viti maalum, pawepo na mfumo ambao unakubalika kwa vyama vyote, e, kupata hawa wagombea au watu wa viti maalum. Hii itasaidia sana na pawe na ukomo, kwa sababu hata watoto unamnulia baby walker, lakini haitumii akifikisha miaka mitano, akishajua kutembea. Kwa hiyo ifikie ukomo wakisha Kaa kwa kipindi kimoja waachie na wengine waingie ili wanaonyewe wapate fursa ya ya e, naona ukomo. Nashukuru. Basi uje uchukue ya mwisho kabisa kwa kaka a, a, Mwabukusi utaongea, mimi siwezi kumaliza kabla yako. Kwa hiyo naomba iende kwa Kaiza hapo Buberwa alafu baada ya Buberwa atakuwa wa mwisho, nitamwachia Mwabukusi, atatoa la kwake na atafunga. Asante. Asa Asa Asa, kuna swala ambayo limezungumzwa juu ya kanuni kusainiwa siku moja kwa mamlaka ya tume za na kaishia pale. Nadhani tunahitaji recommendation pale kwamba kanuni za maadili yapashwe kusainiwa siku moja, kuwe na time frame na uhuru wa chama chochote, muda ambao itapenda kusaini saini kusudi Eh, sio kwamba ni kama wanafungia watoto wa primary hivi na fulani. Hiyo kanuni, msaidie kesi fulani, nadhani recommendation kanuni, nitengeneza recommendation, bali jingine la mwisho hapo hapo, jingine ambalo nadhani tunahitaji, sikuelewa pengine umelisema, hizi hizi hizi recommendations zinapelekwa wapi? Anazipeleka nani? Katika utaratibu upi? Kwa hiyo naamini pengine utahitaji recommendation previle kama ni TLS peke ya yake, napeleka kama ni wa, kwa aina fulani ya mechanism ya kuwa na pengine na kamati maalum ya kusupport hiyo, kusudi angalau hizo recommendation zikienda zionekane sura ya, e, zio ya kwamba watanzania wamezungumza haya ndiyo nayozungumza. Nadhani itahitaji recommendation kama mtaona inafasa. Hilo tutatoa ufafanuzi na rais hapa. Kwa muda huu, naomba niwashukuru wazungumzaji wote, sina maneno mazuri ya kuwashukuru kwa sababu pia muda hauruhusu. Mmetenga muda wenu, mmeongea vizuri na mmeongea yale yanayotuhusu. Hakuna ambaye hajatoa linalotuhusu hapa. Kwa hali tulionayo, wakati mwingine tunapata faraja kwa maneno haya, wakati mwingine tunasikia tu no reform, tunasikia operation linda demokrasia, no for ara, tunachanganyikiwa huenda tukiongea hivi tunaongea lugha rahisi, na tukao tunaongea hayo hayo, yanaongea kwa majukwaa ya na kwa kisiasa. Na nimefurahi jukwaa limekuwa ni huru, sio la kisiasa, hili ni la kiraia. Kaka Bubera na kuhakikishia, japo ni wanasheria wengi walikuwa medominate hapa, ni raia. Hakuna mtu alikuja kwa kofia ya chama hapa, kama aliongea amechangia kama raia, akuchangia kwa sababu ni kafu, akuchangia kwa sababu ni ACT wala Chadema au chama chochote. Kwaona nawashukuru sana. Nadhani sijui kama sti zeno bado zipo, lakini naomba nimkaribishe rais wa TLS kama alikuwa na la kuongea lolote na recommendation zake, kama anazo atakapotuma hizi hapa, ataboresha na akuambie kwamba mapendekezo haya yanapelekwa wapi. Asante, asante, asante sana. Sinia Masawe, TLS, Section 4. Kwanza kitu cha kwanza kama nilivyosema jukumu letu la TLS ilikuwa ni kujump start. Hatutaki ku hatutaki ku own huu mchakato, tutakuwa tunarudi kule, kule kwenye shida. TLS ni ya watanganyika ni taasisi yenu. Kwa hiyo maana yetu kuja kwenu hapa, sasa tunaanza kuchukua ownership ya huu mchakato wetu pamoja. Kwa hiyo tuta, nia yetu kubwa ni kwamba tutaunda kamati ya pamoja. Kwa hiyo tutawafikia tena kwa kupitia contact zenu mlizotuachia, tuwe na kamati ya pamoja kwanza, hicho kitu cha msingi. Lakini vile vile tu develop hizi haya mapendekezo tuliyoyatoa na kwa haraka, yani tutachukua muda mrefu, tutajaribu kutafuta na wengine ambao wapo, tuone namna gani tunavyoweza kwanza kuona utekelezaji, lakini kwa hiyo tutasema kwamba eh, tutaliangalia na litakuwa la timu ya pamoja. La pili ambalo tutaliangalia vile vile ni kuhakikisha lile tulilozungumza, haya mabishano na misuguano ilivyo, no reform, no election, uchaguzi utafanyika lazima, tutaf kama wazazi tutafute solution. Hilo ndilo tulilozungumza na ndilo la msingi, vile vile tutaliweka kwenye resolution, lakini vile vile Eh, tukikaa kwa haraka na baraza la uongozi, tutatumia wataalamu, tunao wengi hapa, akina stola tunao, akina eh, kibamba tunao eh, akina eh, mtobesi tunao wengi, ambao hata tukiamua sasa twende kwenye sehemu tofauti, wakazungumze ili kutanua ule wigo wa maoni, lakini nia yetu lazima tuwe na time frame ya karibu, kwa sababu hatutaki kufanya theory, tunataka uchaguzi ufanyike bila virungu, mabomu na risasi. Tunataka minimum reform zote zinazowezekana zifanyike. Kwa hiyo ni mchaka mchako wa kutoka leo na kabla ya tarehe 30 mwezi huu. Kwa hiyo sio zile biashara za tunakuja, sijui tunafanya nini, ni kazi mfululizo, kwa sababu ni jukumu letu, ni taifa letu. Nia yetu ni kwamba tujipe jukumu kubwa. Utashi wa Watanzania ni mkubwa sana. Nilikuwa nikifuatilia niki mitandaoni, wengi wameangalia kwa muda mrefu. Kwa hiyo kumbe Watanzania wanakosa tu hivi vitu, ndio maana wanaishia kushindwa kibeti au wakiangalia filamu za, za, za, za mapenzi au na vitu gani huko au kubishana Simba na Yanga. Maana yake kwamba they are ready, lakini watataka nani awawekee forum kwa ajili hiyo. Lingine tutakaloliangalia ni namna ya kuyaainisha yapi yapi ya muda mrefu, ili tuhakikishe kwamba hata tunapokwenda kuzungumza na mtu akuone ni mtu mwenye akili timamu. Unajua, unapofika mara ya kwanza namna mnavyokwenda eh, lakini tutajaribu kuyatekeleza ku, ku, ku haya kwa uharaka. Kwa hiyo kimsingi ni washukuru nyote, hasa mapresenta kwa kweli you made it eh, nafuatilia watuwaa watu, watu kijacho. Karibuni sana, naomba siku nyingine tukiwaalika njoni saa tatu, sisi vikao jinsi yetu inakwenda na muda, tukikwambia saa tatu, amini ni saa tatu kweli, tunaanza kazi. Leo ilibidi wote wamefika, presenta wamefika, lakini tukawasubiri kwa zaidi ya lisaa. Nawashukuru sana, karibuni sana Mungu awabariki wa, naomba msitoke, mtapita pale ili tuweze kula chochote, tusije tukaanguka hapo, watu wakajua una presha, kumbe ni njaa. Karibu, tumejiandaa, tunawapenda, karibuni sana.